Tutakwenda kuzungumza na mkurugenzi wa Twanga Pepeta. Eh, Pepeta wapi Twanga Pepeta? Wapi Asha Baraka? Nipo. Eh, <laughs> Mwenye Twanga Mwenye Twanga yake. Eh? <laughs> Naam, huyo ni mkurugenzi wa Twanga Pepeta na ndio maana tumekuanzia na kionja cha Twanga Pepeta, lakini yeye ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club. Eh, utaweza kujua lakini pia kwenye mambo ya CCM kule pia utamkuta, ninapokuambia huu Asha Baraka mtu mzito kweli kweli, nao tunapata kujua mambo mengi sana. Lakini lengo hasa leo hii tunakwenda kuzungumza na star wa zamani wa netball, ndio lengo kuu la kuzungumza naye leo hii viwanjani, lakini tutapata kuzungumza mengi kama mambo umesikia, tutabusha vyeo vyake. Kwa hiyo atapata kutuonyesha kupita hapa na pale lakini huyo alikuwa ni mchezaji wa zamani wa netball, dada Asha sika zamani, ulikuwa wewe star kweli kweli, ukipita mtaani watu wanakufuata kama vile eh? nsi fulani zinafuata mtu labda eh, eh, ndio zamani. Michezo yetu Tanzania, tulikuwa na michezo miwili sana sana ambayo ilikuwa na nguvu sana, pamoja tu kwamba tulikuwa na michezo mingine tukwa, riatha, it, eh, eh, na nguvu lakini, tukua zamani, tulikuwa na riadha ilikuwa na nguvu sana, yakina bai hiyo na nyambui eh. Suleimani, eh, Mjaya Nyambui eh, na Juma Ikanga. Mm -hmm. Ha, ilikuwa ni riadha yenye nguvu. Mimi pia nilikuwa nacheza timu ya riadha. Mita 100. Mnajuana wale wa NC. Lakini ukiangalia kwenye netball, netball ilikuwa na nguvu sana. Netball ilifikia tuna chaji kiingilio pale Relo Club gerezani. Tulikuwa na timu ambazo zilikuwa zinasimamiwa na mashirika ya umma. Zamani mashirika yetu ya umma yalikuwa na nguvu sana sisi mimi, kama mimi nilivyoajiriwa na shirika la bima la Taifa, kuta timu ya netiboli. Lakini michezo nilianzia Tabora Girls, kwa sababu mimi nimesoma shule ya wanawake ya Tabora, ambayo zamani tulikuwa tunaita Woso. Na ukiangalia viongozi wengi katika nchi, ukiangalia hata mama Gertrude Mongea, ambaye ndio mama mwenyewe, mimi minamwitaga mama, mina mama wa Beijing, aliyokuwa waziri enzi hizo ndio walioleta mambo wanawake sawa kwa sawa katika mkutano wao uliofanyika Beijing kule. Kwa hiyo yule ni role model wangu. Ehe, na huwa nampenda sana. Ni kwa sababu yeye ndio ametupa nguvu sisi wanawake, hatimaye leo Tanzania tunakuwa na rais wa kwanza mwanamke. Sasa tukirudi kwenye netball yenyewe netball, netball pale wakati tunacheza ilikuwa na nguvu tukua tuna inasimamiwa na mashirika yote. Kulikuwa na timu ya bima, kulikuwa na bandari, kulikuwa na TANESCO, kulikuwa na bohari kuu, kulikuwa na Mwimbili enzi ya Profesa Sarungi, kama unamkumbuka Profesa Sarungi alikuwa mkurugenzi eh, mkuu wa Mwimbili Hospital, na timu nyingine na Sako. Kulikuwa na timu ambazo zimeshamiri sana na ni kubwa sana, na tulikuwa na viwanja hapa tulipokaa hapa hapa tulipokaa, watu leo wanakiona hichi ni kiwanja cha basketball. Sasa hichi kiwanja nakupa siri yake, jirani hapa, jimkana hichi kiwanja hmm, nakupa siri yake pembezoni mwa bahari, wakati hoteli ile zamani ilikuwa sijui inaitwa nini ile Sheraton hotel, hotel wakati enzi hizo wanataka kujenga huko pale, ndio shirika la bima ilikuwa na viwanja vya michezo lile eneo kukua na kiwanja cha volleyball, kukua na kiwanja cha basketball, kukua kiwanja cha netball, kulikuwa na kiwanja cha handball. hivyo vyote vilikuwa vinatawaliwa na shirika la bima la taifa. Kwa hiyo baada ya kuleta mambo ya mahoteli makubwa ya kisasa na sio mbali sana na ufuko wa bahari ikabidi bima ipewe hichi kiwanja badala ya kule. Lakini pamoja na hivyo, kiwanja hichi kilikuwa kinamilikiwa pia, wakaja Pazi wakakiendeleza. Kama unakumbuka timu ya basketball inaitwa Paz. Sasa, Sasa hivi hivi leo bado ipo e, na inaendelea sasa, kwa sijui sasa hapa naona wanacheza ga veteran, kwa sababu nakujaga Jumapili mimi hapa kudunda dunda siku moja moja. Kipindi kile netball ilikuwa na nguvu. Ilikuwa na nguvu. Eh, tulikuwa tunaingia katika mashindano yale, ya tulikuwa tunaanza mashindano ya wilaya tunaenda paka mashindano ya mkoa, hizo zote zinakuwa ni ligi na kwa kuwa haya mashirika ya umma yalikuwa na nguvu, yalikuwa na uwezo. Nikichukulia shirika langu mimi la bima la taifa ambalo limefanya kazi kwa muda mrefu e, utakuta kwamba shirika la bima tulikuwa na idara ya michezo. Kwa hiyo idara ya michezo ilikuwa inapewa bajeti na, na ya shirika lenyewe ya kutosha. Kwa hiyo pale tulikuwa na kitengo kwa, unakuta ile ni kama klabu kwa hiyo kunakuwa na, mkishapewa bajeti, mna mwasibu mna nani mna kila kitu, mnanunua vifaa mnanunua nini, hela ya kambi nini, inapelekwa bajeti kama bajeti za, za e, idara zingine, kwa sababu bima ilikuwa na idara nyingi nyingi. Kwa hiyo kuvunjika kwa hizi idara au kubinafsisha kwa we mashirika ya umma kumesababisha hasara kubwa kwenye michezo hasa michezo iliyokuwa inamilikiwa na mashirika ya umma, na ndivyo mwanzo ilivyoanza kuwa kifo cha netball hmm, hapa nchini mpaka leo mtu mpaka leo. No anaweza kusema kwa nini netball imekufa Ntongu? Je, nani netball ameiwezesha eme, eme nani netball ameipa ruzuku. Mara ya mwisho kwangu kushiriki kwenye netball nikawa miaka mitatu imepita hivi, nilikwenda kwenye timu ya taifa ya netball ikiwa, ikiwa inakaa kambini chuo kikuu ina mipira lakini michache sana, lakini info zangu za kwanza nimtafuta mfadhili mmoja, tukishirikiana na Beti Mkwasa. Unamkumbuka Beti Mkwasa eh? mm. Baada ya mama bayi eh, kuondoka ndio timu tena ikachukuliwa na marehemu ana kibira mm. akiwa kama mwenyekiti, timu nazi hazikuweza kufanya vizuri na mpaka sasa hivi. Sio ukweli, wanaweza wakachukia wahusika, lakini timu haziwezi kufanya vizuri sijui wanakwama wapi na mara nyingi utakuta sasa hivi michezo yote au wadhamini wote hatuna wadhamini wa timu za netiboli. Natamani siku moja nikutane na Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mm. ni dokta, nimwambie mheshimiwa, pamoja na mambo yote kuna haja ya kuinua mpira wa wanawake ambao ni netiboli, ambao uh, ulikuwa unafanya Vizuri. Vizuri, lazima tuwe na mchezo wetu wa kike kama wa hii hmm. Kwamba huu ni mchezo wa kike unaona, na mchezo, wakike, mchezo wakike, wa kike ukitaka kuutafasili mchezo wa kike ni mpira wa hii mingine, wanaume wanacheza na kufa pia, kwa netiboli pia wamekuja pia wanaume kushiriki kwenye netiboli kama vile sisi wanawake tunavyoshiriki Mpira kwa miguu, kwenye mpira wa miguu kwenye mchezo ya eh, eh, kiume. Lakini ule mchezo wa netiboli unatakiwa uache uachwe vile vile kama ulivyo asiingie mwanaume kama tulivyokuwa tunacheza sisi. Wanaume waingie labda kwenye urefari kwenye kukochi kwenye nini, wangeuachia ule mchezo kabaki wanawake vilevile. Watoto wa kike wanacheza tu kama shuleni, wanakuwa wanakuja wanaendeleza, na mashirika yale yenye uwezo yatafute, sio lazima watoe ajira kufinance zile timu kwamba tuna timu ya netball, na ndio maana unaona zamani Shimuta Shimuta ilikuwa na nguvu sana. Ukiachwa wewe unacheza netball, ukiambiwa leo jina lako limekatwa Shimuta, uende kwenda kukutana nchi nzima, mashirika yote yako huko, labda Shimuta anafanyika Dodoma. ah, eh. unaugua eh. unaugua utampigia kocha mara kumi kumi, lazima uende kwenye kutupea. mashirika ya ume au mashindano ya nje cup yalikuwa yanasimamiwa pale nje cup, alikuwa kaka mmoja anaitwa Sururu. Hebu nitajie mastaa wenzako e, uliokuwa nao zamani e, walikuwa wengi mm -hmm. walau e, Pili Mchuka marehemu Amina Saigoni huyo, ukipita lazima muite, kwa sababu akishika ule mpira hivi hesabu ya goli yani akishashika ya hivi. Bahati bahati mbaya leo unakuja na mpira huko. Huko mpira. Yule Amina akiushika hivi, eh? Eh. Anafanya hivi. Katikati lazima hesabu goli. Yaani hesabu goli. Kuna Rose Walele Bandari. Mm. Kuna Amina Lupembe eh, marehemu jeshi la uh, wananchi. Kuna na kocha yake alikuwa Mere Protas. Mere Protas eh, Mere Protas. Mm. Kocha mzuri sana, sana, sana, sana. Kuna Jenny Butinini alikuwa senta huyo, anakimbia kama nini na wengi, wengi, wengine wengi tu. Na kwa upande wa viongozi walikuwa ni wakina nani? E, upande wa viongozi kwa mfano bima, tulikuwa na mama mmoja anaitwa mama Mkasi, alikuwa ni refa na ni, ni kocha. Kulikuwa na Mrs. Mgumba, tena mama Mgumba ni ni familia Misez Mguma ni familia ya Mheshimiwa Asha Rosi Mingiro. Yule mama, mi nilianza naye akiwa toka niko Tabora. Ye ndio pale, alikuwa kama alikuwa ndo mwenyekiti nafikiri wa Chaneta. mm -hmm. Alafu kwa upande huu kulikuwa na Mere Protas, timu ya taifa ilikuwa na mama Ana Chorobi ambaye pia na mahusiano alikuwa ni dada yake, kama sikosei Ae, ni dada yake e, nani Beti Mkwasa. Yeye ndo alikuwa kocha wa timu ya taifa. Ae, mama alikuwa mpole sana lakini ni kocha moja mzuri sana na ndo alikuwa mkufunzi wa netball. Alafu, kulikuwa na mwenyekiti wa Chaneta alikuwa dada Chiku. Mm, ndo mwenyekiti alikuwa nafanya kazi e, wizara, baraza la, baraza la michezo la taifa pia alikuwa na mwenyekiti wa, wa Chaneta. Unaweza ukamkumbuka Matumaiza, unamfahamu vizuri Matumaiza? Yes, wakati anacheza netiboli yeye tayari alikuwa ni mwalimu pale shule ya Uhuru Girls, Uhuru mchanganyiko tunaita, lakini hapo hapo pia nafikiri alikuwa ni mwenyekiti wa netiboli mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo wako wengi, sasa hivi Matumaiza ni ni, ni Mm, ni chairman wa board ya yeah, Red Cross kama sikosei, kwa sababu alikuwa walikuwa waziri na mbunge, lakini sasa hivi nafikiri yuko hapo na mm, au nimekutajia wachache walau tumepata kujua. Wala marefari alikuwa mmoja anamkumbuka pia ana kibira marehemu Flora Komakoma, alikuwa na Arafa Pongwa, Arafa Hey, jamani siseme harafa wa, wa Simba lakini kulikuwa na harafa na sako jina la pili azoka limetoka. Walau tumepata kuwajua viongozi eh, eh, kwa ufupi eh, nam huyo. Kama ambapo nimekuambia kama ndio kwanza unajiunga nasi eh, au ulichelewa kidogo, basi huyu ni Asha Baraka, mkurugenzi wa Twanga Pepeta, lakini mjumbe wa bodi ya timu ya Simba. Leo hii tunakwenda kuzungumza mengi kuhusiana na mambo mbalimbali mbali, lakini yeye alikuwa mchezaji wa timu ya taifa ya netiboli ya Tanzania, na sasa tuamie kwenye upande wa Simba. Huyu nimekuambia yeye ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Simba, na hii ni awamu ya pili, kwa maana ya sasa takribani miaka saba. Asha, maendeleo ya Simba unayaonaje? na wewe kama unavyojua ni mtu ambaye unaingia kwa kuchaguliwa na wanachama e, kwa mujibu wa katiba ya Simba inasema angalau kuwe na mwanamke mmoja kwa sababu mchezo huu wa wa mpira wa miguu ulikuwa ni mchezo wa wanaume tu peke yake, lakini baadaye ukija kuanzishwa na wanawake wana, lakini sasa wakaona kwenye katiba ya Simba, wakaona angalau haikatazwi kuwa na wanawake hata wawili hata watatu hata wanne hata wangapi atawa, lakini kwa upande wa wanachama, hiyo ni katiba ambayo, kwa upande wa wanachama, unatakiwa uingie wa mwanamke kwenye uchaguzi, ukipita well and good. sasa mimi kwa upande wa wanachama mimi nawashukuru sana wanachama wa, wa Simba kwa kuniona ufanyaji kazi wangu mzuri nda, he, nikishirikiana na wenzangu na kuweza mpira wa miguu wa miguwa wanawake kuwa juu Tanzania na kusikika. Eh, Tanzania sasa hivi tunasikika kupitia Simba Queens, kupitia JKT, kupitia Yanga Princess, kupitia na timu zingine ambazo Fortune Gate na nini na nini ambazo ni timu ambazo zimekuwa ziki fanya vizuri kwa upande wa mpira wa miguu pamoja kwamba ni mpira ambao una changamoto kubwa sana, ni mpira ambao mpaka sasa hivi ukiangalia stori yake haujawahi kuingiza pesa pesa kwenye klabu. kwenye klabu. Unaingiza kwenye klabu ukifika mashindano ya kimataifa Naam. eh, akaule tulifika ili... mashindano ya kimataifa Morocco, ndiyo, tulika, mshindi wa tatu. Eh, tulipata pesa na Afrika ya wanawake. Yes. Mm. wanawakees eh, ukifika huko mbele huko ndio unapata pesa, lakini huku kwenye klabu mcheze ligi mfanye nini, lazima muwe na kitu cha ziada. Aidha mpate ruzuku kutoka kwa mwekezaji, namshukuru Mo Dewji ambaye eh, pia ndio mm, mwenyekiti wa bodi na ndio mwekezaji mkubwa wa Simba Sports Club kwa kuweza ku isaidia timu ya Simba Queens kuweza kufanya vizuri na kuweza kupata pesa. Unajua ya timu ya Simba Queens inakaa inakaa vizuri sana, inakaa nyumba ya kisasa, kambini kambini muda wote ni muda wote, labda wakienda likizo tu au ligi imesimama, ni muda wote, wanakula wana daktari wana meneja, sijui umenielewa wana makocha kocha kocha viungo kocha mazo kocha mkuu kocha sijua nini nini, kila kitu, kitu kiko kamirika, pale kimekamilika. Wana basi la kwao binafsi, wana vifaa vya michezo. Lakini mbali na hizo changamoto zote ambazo umezisema kwa Simba, lakini Simba kwa hivi sasa iko juu, nini mnakifanya? Ni moyo ni moyo ni moyo, na kwamba dhamira ya ujumbe wa bodi ya wakurugenzi E, e, wanataka ili timu iwe juu na hata kama mwenyekiti wa bodi hayupo, yuko mwenyekiti wa bodi ambaye ni Muktaza Mwangungu ambaye pia ni mwenyekiti ni mwenyekiti wa wanachama wote wa Simba, pia naye anahakikisha kwamba hii timu inafanya vizuri na wajumbe wengine wote wa bodi. Ndo maana siku hizi unaweza kaniona mimi sikutokea kwenye Simba Queens ukamwona pale yuko sema ni Arubo au ukamwona Dr. Chiduo au ukamwona kakangu Magori Katunda namna hii anaiangalia Simba Queens. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja pamoja. Kwa kushirikiana. Hatufanyi kwa eh, kazi kwamba kwamba Asha tu ni mwanamke ndio asimamia, hapana, tunafanya kazi kama kazi, kama kama bodi nafanya kazi kwa pamoja, ndio maana sisi wote kama ni wanawake sasa hivi wote kama ni wanaume sasa hivi wote tunafanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano. Na sasa hivi nashukuru nimepata tena CEO mwingine mwanamama au mwanamke. Sasa CEO anatakiwa na yeye afanye kazi kwa uweledi kwa vizuri kama alivyokuwa anafanya CEO wa mwanzo, Babra Babra Goza. Mnafanya yeah, yeah, yeah. Mikakati gani ya kuifanya Simba iwe na ushindani mkubwa kimataifa kama ambavyo tunaona kwenye ligi soka Tanzania Bara kwa wanawake? Kikubwa sisi kwanza tume e, ukiangalia mfumo wetu kwanza wa Tanzania tulikuwa hu mpira wa miguu tukianza kucheza unaonekana kama mtoto wa kike muuni sijui ni na nini. Kwa hiyo ili kuweka, tuwe na mtazamo mzuri tukaamua kwanza tu mix, ili tuweze kwenda mbele, tutafute na foreigners kama sheria ya TFF inaruhusu hmm. Kwa hiyo tuna wachezaji ambao tumewachukua wengi wao wanatoka Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo tuna wachezaji foreigners na tuna wachezaji wazawa, kwa hiyo tuna mix ili kupata timu nzuri. Licha ya hivyo, wana mishahara minene, wana mishahara wengine pale anafika kama hata branch manager wa benki sijui, umenielewa eh? Eh? Mimi nafanya kazi ya bodi ya Simba, sina mshahara, najitolea yeah. lakini wachezaji wako, wachezaji wanalipwa wanalipo wanaanzia sending fee wanalipo, alafu wanakula mshahara alafu wanakula chakula bure kuanzia asubuhi mpaka usiku na kulala bure. Kwa hiyo Watanzania, yes. watoto wa kike juu mpira wa miguu angalieni sana no, ni fursa hiyo waitumie, tusie tunataka si, tu, watoto wa kike wa Tanzania, hizi hela zibaki hapa hapa nchini kwetu, kwetu. wajitolee ku kwenye michezo wa fight wa pambane wajue kwamba mpira ni ajira. Tuwachane na, na, na Simba tuiangalie timu sasa ya wanaume nayoshiriki ligi ya NBC. Eh Asha, Simba kwa hivi sasa inafanya vizuri kwenye ligi kuu, na nini kitu ambacho mnakifanya kwenye timu yenu ya Simba ya wanaume? Uh, sisi tuliamua ku... kutengeneza timu upya na ndio tutunatengeneza timu lakini, katika kutengeneza timu, tuko pia kwenye mashindano. Kwa huku tunajenga timu na huku tunapambana, tunaijenga hmm. tuna timu na huku tunapambana na tunaangalia makosa katika kujenga timu, wapi kuna makosa, wapi tuje kuziba baadaye, ili iweze timu yetu kuwa bora. Kwa hiyo hilo halijifichi, liko wazi, tunatengeneza timu na huku tunapambana na tulizungumza wazi kabisa kwamba tunatengeneza timu. Timu, lakini ndani ya kutengeneza timu muone matokeo e, mazuri. Tuone matokeo mazuri, sio tunatengeneza timu sasa sisi ndio iwe nyumba ya magoli, hapana. <laughs> Kama ambavyo umesema, mipango yenu ni kufika e, mbali kwenye michuano hii ya Afrika. Kwa sasa hivi mko kwenye kombe la shirikisho, mipango iko vipi? yeah. Asha, kwa sababu watu wote wa Tanzania wote hata mimi nikiwemo, jicho letu kwenye michuano ya kimataifa ya vilabu imebaki kwenu, Simba ninyi ndio roho yetu ya Tanzania kwenye michuano hii ya vilabu, mikakati iko vipi mtudokeze? kwa kuakisha kwamba mnafika mbali, robo fainali imeishaizoea sana Simba. Mikakati yetu sisi ni mizuri uh, mikakati yetu si ni mizuri na lengo la bodi ya wakurugenzi ya Simba pamoja na mwekezaji wetu Mo Dewji lengo letu sisi pamoja, tunatengeneza timu ni kuambia, tunatengeneza timu huku tunapambana. Lengo letu sisi angalau tufike fainali, angalau tuchukue hata ubingwa. Tunania na na hiyo tunania hiyo, lakini haya mambo wakati mwingine tunapambana na huku kumwomba Mwenyezi Mungu, tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe kule tunakotaka, inshallah. Tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu, na Watanzania waendelee kutuombea, Watanzania wote tusio wana Simba peke yao, Watanzania wote pia. Tunaishukuru swala kima, yeah, ya kimataifa pia naishukuru serikali yetu kwa kutuunga mkono, pia namshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiangalia michezo hii, kuipa nguvu nikisema anaipa nguvu anaongezea chachu fulani kwenye michezo. Kwenye michezo hasa kwenye goli hizi mashindano kima Kutamona, <laughs> kapolake, nile, ya kimataifa utamwona mdogo wangu msibwa na kapo lake lile jara, mkishamwona tu ah, le, tuna goli mbili ah, tuna milioni ishirini zinasaidia kutoa motisha eh, kwa wachezaji eh, zinasaidia kutoa motisha kwa wachezaji na zile hela hatuzigusi Simba zile hela zote wanapewaga wachezaji. Sawa sana Asha, kwa kumalizia huko, mtaani watu wanasema ama wanajiuliza Simba ni ya nani? Simba ni wanachama, Simba ni mali ya wanachama, sio mali ya mtu, ni mali ya wanachama. Na Simba ina mwekezaji ambaye sasa hivi mwekezaji kwa ridhaa ya wanachama, ndio maana tukampa mwekezaji wetu ili awe na nguvu, apate share ambaye yeye anashea 49 na Simba no, wanachama eh, na, wenyewe wenye, wanashea 51. Kwa hiyo huu mchakato um, unaendelea, mchakato unaendelea, unakaribia kuisha, ili Simba ibaki na 51 na mwekezaji abaki na 49 yake, tuweze kuendeleza michezo tuweze kuendeleza viwanja, targeti za Simba ni ku, mwekezaji akishamaliza, mchakato, tumemwambia mwekezaji lazima, tunataka hosteli, tunataka nini, tunataka viwanja vya kisasa, tunataka mahitaji yetu yote. Tunangoja mwekezaji akisha piu, piu saini na muulinka rasmi na serikali, mambo yanainuka huyo. Tumemaliza. Tumemaliza. Ni star wa zamani wa mchezo wa kikapu kwa maana ya netballi. Na sasa, ngoja nikukatize hapo hapo, kwanza ndio mimi Ashabaraka, mimi mecheza netiboli. mm. Asha Baraka mimi nimecheza riadha mita mia moja mpaka national team. Yes. Mm? Asha Baraka mimi najua handball. Asha Baraka mimi najua volleyball. Mimi nimecheza michezo minne. Minne. Hongera. Asha Baraka eh, mimi ndio maana unaniona niko active muda wote. Asha Baraka eh, mtu wa michezo. Asha Baraka mimi mwanasiasa eh. Eh. Tena mwanasiasa nguli, ni kada wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa mkutano mkuu eh, eh, Asha Baraka mimi nimekuwa mjumbe wa neki miaka kumi miaka mitano mitano mfululizo. Hongera. Eh, juzi tu nimerudia tena, bahati mbaya nikakatwa pale mstari, niingia kundi la kifo tunaita la wanaume. So unajua tumeambiwa wanawake nayo sisi tujipambe, tusikae tu kwenye viti maalum, hata huku kwenye chama tuingie kwa wanaume. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana, tunaomba uhai ukiwepo, tuendelee kupambana kule. Tupate hamsini kwa hamsini. Naam, huyo <gibu> alikuwa Asha Baraka, star wa zamani wa michezo mbalimbali, ambaye ametutajia netball, kama ambavyo amekwambia, amecheza mpaka kwenye ngazi ya juu kabisa, kwa maana ya kucheza timu ya taifa, amecheza eh, basketball, ametuambia amefukuza upepo, kwa maana ya riadha. Vitu vyote hivyo ameweza kucheza, lakini bado mpaka sasa tunapozungumza, yuko kwenye michezo kama mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa wekundu wa Msimbazi, kwa maana ya Simba. Naamini utakuwa umefurahishwa na mengi sana ambaye ameweza kuyaeleza na umejua mawili matatu kuhusu Asha Baraka. Mimi napenda kumuita Asha Baraka mama watu wangapi pepeta. Mimi wakati na kushukuru, sasa twende ukatuonyeshe, ukamuonyeshe mtazamaji jinsi vile ulivyokuwa unapiga ukawapigia papa papa, hapa sio kwenye uwanja eh, wa basketball. Eh, eh, naweza, twende tukafanya hiyo jambo.